Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia viambishi, maswali na majibu. Kwanza, kiambishi ni nini? Kiambishi ni kiungo chenye maana ya kisarufi kinachoongezwa kwenye mzizi wa neno ili kulipa neno hilo maana mbalimbali. Pili, eleza maana ya mzizi. Mzizi ni sehemu ya neno liyobadilika hata neno hilo likiambishwa na likinyambuliwa. Yaani, mzizi ni sehemu ya neno isiyobadilika hata neno hilo likiambishwa au likinyambuliwa. Tatu, taja aina mbili kuu za mizizi na utolee mifano. Kuna mzizi huru. Huu ni mzizi unaojisimamia kama neno kamili. Mzizi huu hujitokeza katika aina zote za maneno, kwa mfano kondoo, dereva, baba, ghali, bora, sahau, dharau, mimi, wewe, sana ingawa. Hadi pili, kuna mzizi tegemezi. Mzizi tegemezi huu ni mzizi ambao hauwezi kusimama peke yake kama neno, huwa unaongezewa viambishi ili kukamilika kimuundo na kimaana. Pia huitwa mzizi funge. Kwa mfano mtoto, kuna m na toto. Kwa hivyo mzizi wa mtoto ni toto. Ba kiti, kiti ukionyesha viambishi, kuna ki na kuna ti. Kwa hivyo mzizi wa kiti ni ti. Analima, lim ndiyo mzizi wa analima. Ndiyo sehemu ya neno ambayo haibadiliki na ni mzizi tegemezi, kwa sababu unaambishwa pale kwenye vizizi, kwenye viambishi a na na a. Tutakualika, alik ndiyo mzizi. Usomaje, som ndiyo mzizi. Walicheza, chez ndiyo mzizi. Kina liwa la peke yake ndio mzizi pale. Kwa hivyo ukitaka kujua mzizi katika neno unanyambua neno hilo katika kauli mbalimbali mbali, ndio unapata mzizi. nne. viambishi vinaweza kuainishwa kwa kuzingatia vigezo viwili vitaje. kigezo cha kimuundo, kigezo cha majukumu ya kisarufi au uamilifu kisarufi. tano. taja aina mbili kuu za viambishi kwa kuzingatia kigezo cha kimuundo — kuna viambishi awali na viambishi tamati. Fafanua maana ya viambishi awali. Hivi ni viambishi vinavyotokea mwanzoni kabla ya mzizi wa neno. Viambishi tamati, hivi ni viambishi vinavyotokea mwishoni baada ya mzizi wa neno. saba Andika majukumu manne ya viambishi awali. Pia unaweza kuulizwa kwenye mtihani kazi ya viambishi awali au umuhimu wa viambishi awali. Kwa hivyo utaotoresha hivi, kuna kuonyesha nafsi, kwanza, ninaandika ile ni wanasoma, ile wa. Kuonyesha wakati, nitalima, ile ni kuonyesha urejeshi, wanaopika, ile o kuonyesha mtendwa au mtendewa, alimpiga ile m. Kuonyesha hali, ameomba ile me, angesoma ile nge. Kuonyesha ukanushi, sikumpa ile si. Kuonyesha ngeli, uliopikwa ile o. Kwa hivyo viambishi awali, majukumu ya viambishi awali ni kuonyesha nafsi, wakati urejeshi, mtendo au mtendewa, hali, ukanushi, ngeli na unominishaji, kama pale mfano usomaji. Nani huonyesha majukumu manne ya viambishi tamati? Onyesha majukumu manne ya viambishi tamati. Kwa hivyo kuna unominishaji, kauli, mahali na kishio. Kuonyesha unominishaji kwa mfano katika neno usomaji. Ile ji kuonyesha kauli, ile wa kuonyesha wa, mahali ile po kuonyesha kishio, ile a tisa. Ainisha viambishi katika neno lifuatalo kimuundo na kimajukumu, yaani jinsi ambavyo limejengwa na kimajukumu, ni ule umuhimu wake, yaani kazi yake. Kilichopikwa kimuundo ni kilicho hivyo, ni viambishi awali na wa ni viambishi tamati kimajukumu ki huonyesha ngeli, li huonyesha wakati, cho huonyesha urejeshi, wa huonyesha kauli na a ni kishio. Kwa hivyo mzizi unajua pia pale ni pik. kumi na moja. Bainisha viambishi, limeiva. Li ni ngeli me ni hali, if ni mzizi, na a ni kishio. Kwa hivyo basi, kuonyesha mzizi utaonyesha tu viambishi pekee yake. Tutaendelea kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.